Yes, na, mambo vipi? Kwamba wengi wanafahamu kwamba Elimando ni mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia game ya mziki wa Tanzania, lakini pia kuna vitu vingi wagea, nikiangalia kwenye Uh, kwenye jii yako wage kunakuwa na comment mbaya sana. Wewe kama mtu ambaye unatoaga maoni sana au kuachana wasanii mbalimbali, hii kitu inafileaje vipi lakini ndugu yangu? Kama kaa? Kama kaa ni aje? Vizuri kabisa ndugu yangu, leo umependeza sana ndugu yangu. Hamna, nimechisha na nania Bongo Plus <laughs> <yungu. laughs> Poa? niko vizuri ndugu yangu Bana, moja ya kitu ambacho wengi wanajiuliza sana kwamba Elimando huaga ana, ana, ana, ana react vipi zile comment ambazo ukiwa unaziona kwenye IG yako Instagram, baada ya kuzungumza au kuwachana wasanii mbalimbali, huaga kuna comment mbaya sana, ile kitu wewe kwa kwako inakufili aje na kwa nini nakuaga vile kuwaambia watu ukweli na mashabiki wanachukizwa na kitu ambacho unakifanya? Uh, kwanza swala la comment mimi kiukweli hata sijui kuwaza. Yaani kwamba na unajua huwa sifanyi ili kupatia komenti nzuri, yes, au komenti mbaya na huwa sifanyi kwa sababu ya komenti, huwa nafanya kwa ajili ya kusema kitu kwa muhusika. Na mimi muhusika najua anaipata. Ila wewe mbao sijakuhusu siku, mimi kwa mfano kitu ambacho najua itaniuma labda, inaweza kani sio, itaniuma itanipa stress kama ntamwambia muhusika alafu Anitukane kutuka, elewa as long as mhusika ambaye anamwambia, mm-hmm, yeye anaipokea na amekaa kimya, alafu mtu mwingine kabisa ambaye sio yeye ndio anatukana wewe, unahisi unaweza ka ikakuumiza kwa sababu mhusika mwenyewe ajari yake. <laughs> so yani, mimi eh mimi sija kulenga wewe, ukitukana ukisifia, wewe maamuzi ya kwako, simu yako, bando lako, comment uwanja wa comment uko free, na mimi sifungaki comment, ushaelewa. So kama wewe unanijibu na mimi mfano nimemzungumzia Harmonize. Alafu wewe mtu unanijibu. Unaitwa Juma au Frank. Frank. Mm -hmm. Ah, mimi hata inisumbui. So sometimes wengi wakaona labda sijajibu na DM anatukana. Matusi mimi ah <laughs> matusi katika kitu ambacho mimi hakijawahi mwanzo kilikuwa kinanisumbuaga. Ila mm -hmm. Nao katika kitu ambacho hakinisumbuga hata utukane nini. Mm. -hmm. Matusi ndugu yangu. Bana El Mando, moja kati ya vitu ambavyo pia waga pia hata mimi nakufuatilia, umekuwa ni mmoja kati ya watu ambao unatoaga maoni tofauti tofauti katika muziki tofauti tofauti ya Bongo Flava lakini pia hata Tanzania kwa ujumla, mm. Kitu gani ambacho cha kipekee ambacho unakipenda kwa wasanii wa Bongo Flava consider wote yani, au wasanii wa Tanzania ambacho hichi nikikaa front waga nakipa kipaumbele, kwamba kwa wasanii wa Bongo Flava hichi ndio kidogo cha kipekee ambacho tunaweza tukasema tuka, tuka, tuka kwamba tuna identify mziki wa Bongo Flava, kitu tunachopenda kwa wasanii wa Bongo Flava au sijaelewa, wasanii wa Tanzania kitu mm. cha pekee ambacho unakipenda uni, uni, uni wasani wa Tanzania. E, ili swali, swali gumu umeniulizameliweka sawa, ila ni moja aynmoja ya swali gumu saa, kitu gani ya wasanii wa Tanzania uniqueness. Okay. Uniqueness ya wasanii wa Tanzania paste iwe lifestyle, ukiona mm -hmm. mtu fulani kafanya kitu fulani, watafanya wote. Ukiona msanii fulani kafanya mapiano, watafanya kila mtu atakafanya mapiano. Ukiona mtu fulani kaanza mambo ya labda private jet mm-hmm. like Diamond alipokuwa ameanza, wote watafuata, watafanya vile. Ukiona msanii fulani kaanza mabodyguard, wote mpaka wadogo, mpaka mtaani, hata kama sio msanii mkubwa, atatafuta mabodyguard. Ukiona msanii fulani kaona cameraman, wanaigana, alafu hawaigani kwenye kuimprove wanaigana kama ku outshine yani yani, kwamba mtu yule fulani sikaja na mburgeri wa nne. mm. Mimi natafuta sita sita, mesha nilo vizuri yeye. yeah, namjibu so uniqueness yao mimi. mm. Kwenye upande wa kimuziki utaniambia labda wanaimba Kiswahili, yani kitu ambacho cha tofauti wasanii wa Tanzania na wengine, sisi tumekamaa na Kiswahili, hiyo ni uniqueness kwenye kuimba. Lakini uniqueness nyingine wanaigana igana, hata kuimba, utamwona wanaimba kama huyu huyu anaimba kama huyu Huyu amewakopi, unajua mapiano mtu akaja na singeli basi watu watakuja na singeli. Mtu fulani anaitwa Dogo Pattern basi watatokea vijana wengi wanaimba kama Dogo Pattern. Wakiona mtu ka trend kidogo anaitwa nani? Mama Amina. Wengi watataka kuwa Mama Amina. Mshanelewa? Hiyo ndio utofauti wa wasanii wa Tanzania. Siwezi kusema uniqueness kwa sababu kusema uniqueness ni kitu ambacho ni kizuri. Sawa? Okay. Mimi nazungumzia kitu ambacho wanacho wao peke yao. Hawatakagi kuja na kitu kipya. Wanapenda kuigana kupita kwenye njia ambayo kapita mtu fulani, yeah. Dressing code, everything. Kulingana <laughs> <laughs> na, na na upepo. Yes. <laughs> wanapenda kwenda na trends sana wasanii wa Tanzania. Yeah. Miongoni mwa swali ambao pia nilitamani pia nikuulize kuuliza this week pia kumekuwa na maneno mengi sana kulingana na tunzo za gram. Watu mbalimbali ambao pia wana, wana oh, ni wadau na watangazaji pia wamezungumza baada ya uh, mission au listi za tunzo za gram zilizotoka. Mimi nilikuwa nataka, nataka maoni yako kwa sababu wengi walikuwa naisubiria hii, kwa sababu Mando si pongea bana, lazima watu walikuwa wanajiuliza sana. Tunzo za gram umezi umeziona, na miongoni mwa wasanii wa East Africa kwenye upande wetu wa, wa, wa Tanzania wengi sana walikuwa walipeleka uli, ngoma au kusubmiti, lakini sivyo ilivyokuwa na watu ambavyo walivyoona wasanii ambavyo wamesubmit kwa ile jopo la watu, imekuwa tofauti sana, na sasa hivi uh, kumetajwa au imetajwa em, msanii wa, wa Uganda na nili wanamuita nani, Eddy Kenzo kuingia kwenye list ya Grammy. Hmm. Kwa hiyo ambavyo umeona zile listi na kusikia jina la Eddy Kenzo, ni kitu gani ni picha gani ambayo imekuja kichwani mwako na kuona kwamba Eddy Kenzo kuna kitu gani ambacho kawazidi wasanii wa Bongo? Okay, kwanza mi nianzie na swala la Grammy overall. Mwaka huu tulibahatika yaani, yani ilikuwa ni kama bahati uh, na hili lazima tuwapongeze wasanii. Wamekuwa na mwamko kwenye kutafuta namna kuenza kuingia kwenye ushindani mkubwa duniani mpaka kupeleka nyimbo kwenye consideration, maana yake ni mwamko kwa wasanii wetu Zamani ilikuwa hatuoni kabisa, lakini mwaka huu wasanii saba wametajwa kule kwenye consideration, okay. which is, ni stage number one. Maanake ni mwamko kwa wasanii wetu, hilo lazima tuwapongeze, so manake kama waliingia saba mwaka huu kutoka wasanii 15 20, okay. okay. so kadri miaka inavyoenda mimi naamini improvement itatokea na kuna moja tutabahatisha tu. Umeshanielewa? Hilo la kwanza. Kwa hilo lazima tuwapongeze wasanii wetu kwa mwamko, nao wanaonyesha kuna kitu wanakitaka cha msingi tu wajaribu kuangalia kwenye wenzetu wanawini wapi na wao wajaribu kuboresha. Mimi naamini tutafika tu. Pili, nomination za Gramy hasa kipengele kikubwa ni hiki cha Waafrika nao, kiko kiko kimoja tu. Hmm, wao wanachofanya, wanachukua miziki yote ya Afrika iliyofanya vizuri, iwe mapiano hiyo, afrobeat hiyo, bongo flavor iwe singeli iwe uh, gengeton ya Kenya iwe rumba iwe mziki wa Congo iwe nini wanaiunganisha yote wanaitengeneza kwenye kategoria ya muziki wa Kiafrika ambao wao wameweka kama ki, kipengele kama Afrobeat. Ndio maana mm -hmm. Hata Tyler alilalamika mwaka jana kwamba Grammy wanatuweka sisi kwenye kipengele hiki kimoja, kimoja. E, lakini wao wanaweka kwenye Afrobeat. Afrika haipo Afrobeat peke yake, Afrika kuna sound nyingi tofauti tofauti. Jinsi za leo za mapiano haziwezi kufanana na jinsi za Afrobeat. Jinsi za singeli haziwezi kufanana na ama piano. Jinsi za hip hop haziwezi kufanana na nini? Mshaelewa? mm -hmm. Kwa watu tafuta hata kategoria hata tatu, hii ni R&B, hii ni Afrobeat, hii labda ni singeli au ni ama piano. Mshaelewa? so, wakatafuta ngoma hizi tano, na ngoma ambazo zingia kwenye consideration ilikuwa list ya ngoma kama ishirini ambazo zilifanikiwa kuingia kwenye kozi. Kwa hiyo wakatafuta ngoma tano, na ngoma tano haimaanishi zitakazotolewa zote ni mbaya, tunatafuta tu tano ziende kwa kupishana pishana vigezo. Mimi mm -hmm. <coughs> wa Nigeria wenzetu wana exposure. Muziki wao unafuatiliwa zaidi, unajulikana zaidi. Sisi muziki wetu sio hivyo sana, alafu aina ya lugha pia tunayoimba ni shida na mimi <coughs> nilikuwa naamini ngoma hizi mbili. Tatu. Tatu. Kwanza low ya Sierra na Diamond. Mm -hmm. Pili, me too ya Abi Jams, alafu ya tatu Kuma. ya y ta, no, no kwa masaa haikuwepo ya tatu. Mbona nimesema mi tu low pamoja na final ya Harmonize <coughs> okay. Na Min Ben R namtaja yule kwa sababu ni finalist wa Grammy yule. mm -hmm. yule lishaingia kwenye nomination za Grammy udada Bin aru, anachezaga template zile. Mm. So, ilikuwa na kacha zetu lakini pia na, na kanji ina sound, ina, ina touch fulani za Kiafrika kwa sababu mmoja vigezo ambao wanaangalia so, mm. Licha ya kuangalia ubora kwenye quality of production, pia wanaangalia ngoma iwe na ukisema ni Afrobeat, Afro au Afrika mm. Iwe na kacha zetu za Kiafrika kuna mahadhi fulani ukisikia kwa mfano ukisikiliza ngoma za Latini hizi wanaimba kina kina Maluma huko za Amerika kule, utaona kabisa hii ngoma sound yake ni ya Kilatini. Latini ukisikiliza ngoma imetoka labda Spain, kuna sound fulani utaona hii ni Spain. Spain ukisikiliza kompa unajua latini huko unaelewa Faransa, kuna kompa fulani unaelewa. Yes, so kuna sound fulani unapoweka kipengele kwa labda kwenye nyimbo za Afrika, lazima sound flani, kuna jeans fulani za kacha zetu za Kiafrika iwepo. Ndio wao wanachoangalia, so ushielewe, iwe na kacha na sound sound fulani za kitamaduni za Kiafrika nini, yani iwe na nature ya Kiafrika. Usiseme hii ni afrobeat then ngome imefanya hip hop ya Kimarekani. Umeshaelewa hiyo, mm. La kwanza, la pili kwenye upande wa production and stuff, yes. Lakini ukiangalia kuja exposure hawa Uh, target ya watu wa Grammy wanasemaga wao wow, target yake target yao ni Afro, Afrobeat wa Nigeria target, uh, target, unajua ngoja nikupe ka story kamoja kafupi sana. Ukifuatilia easy gram miaka ya nyuma, acha kuanzia mwaka 2000 hapa, 2000 ngapi, miaka ya nyuma huko, mm. umeshaelewa miaka ya nyuma. Unaangalia Afrobeat kuna mwanangu mmoja alinitumia tips anaitwa Haji. Big challenge sana mwanangu Haji. Miaka ya nyuma walikuwa wanashinda Grammy wasanii wa namna gani? Kina Angel na Kijo, nyimbo fulani za asili asili. Ushanielewa? Yeah. Mwaka hiyo wapo wasanii kama kina Tu Baba ambao wametoa ngoma ambazo tunasema kwa mfano ngoma ya Tu Baba ile inaitwa nini? Ma African Queen. Ma African Queen. Yeah. Ile ni timeless song ya Africa. Yaani wimbo ambao huwezi kuchuja maisha yote. Lakini ule wimbo jamaa kawahi kushinda Grami ajaribu? Ni yes, walio shinde shinde Grami ni wasanii fulani Njili na Kiju, sio watu unaiimba nyimbo za asili asili, asili. Mshielewe hiyo miaka, wapo hawa wa kina Koffi wasanii wengi wakubwa mno. Mshielewe walipokuwa wanafanya muziki akina P-Square. sidhani kama kuna wasanii wa Kiafrika wameshawahi kufika peak P-Square sidhani. So ukiangalia kuna wasanii walikuwa wanafanya mziki mkubwa sana kipindi cha nyuma lakini walikuwa wataji kwenye hizi Grammy. Kwa ukija kuangalia wa namna nyingine Grammy huangalia mziki ambao tuna hype sana. Wao kuna standard wanaiangalia iwe na kacha fulani ina, ina utamaduni wa Kiafrika. Sikiliza, mkisikiliza Njali na Kiju utanielewa ninachozungumza. Na kutolea mfano. Wameshinda uh, uh, uh, Grammy I think ni kwenye upande wa DJ kwa mfano mtu kama Black Coffee. Black Coffee kutoka South Africa. Angalia namna mixing yake anaoifanya. Ukija kuangalia nature Grammy haikuletwa kwa ajili ya masuala ya kuhype. Sasa ilifika muda Grammy kapoteza mvuto. Kwa nini? Nimekwambia hii Grammy, kwa sababu wa Nigeria, nataka nikuelezee. Ikapoteza mvuto sana hapa katikati kati, wa Marekani wakao nazitukana sana, na mara Kanye West ndago zikojolea ushielewe, mara nani kazivunja, yani wa Marekani wakazikataa, eh, ili ikawa mbaya. Sasa baada ya kuja kushinda hawa wa Nigeria, Burna Boy kwenye album bora I think 2021 ile men wakaona impact ya Afrika hii, niamini mimi ninachokwambia. Zikarudi kwenye piki wa Afrika wakalipuka, alafu pia Wamarekani wakawa wanataka kufanya kazi na Waafrika, kwa wakaona kabisa target hii Afrika inaenda kuwa kubwa sana so. Mshaelewa, kwa wakajaribu kila mwaka wanahakikisha wasanii wa Nigeria wapo kwenye grami ili kuzipa promo. Na Wanigeria unajua wakiwa kuna msanii wao kwenye jambo lao watali hype dunia nzima. Lakini, trust me, kuna wasanii wanafanya mziki mkubwa kuliko taki na banabo kuliko taki mziki kuliko taki na David. Kuna washikaji wako Angola, kuna washikaji mm, wanatoka anatoka Kevede, wanafanyaga mashow Faransa huko, mm, wasanii wakubwa, lakini kwa sababu ya taifa lao hawajapewa airtime sana. Mm, yani wakiingia kwenye ushindani watu hawezi kuwafalia kwa sababu wanatoka Kevede huko, unaelewa. Mm, lakini washikaji kama mapacha fulani wanafanya mziki mkubwa sana mkafalie. So ukija kuangalia kuna watu wanafanya mziki mkubwa na una nature kabisa za Kiafrika. Mm, hawatajwi na wapo lakini always unataka kuniambia mimi kwa upande wa kimuziki Afrika ni tuna Tyler, tuna David, tuna Burna Boy, tuna Wizkid tunaban hmm? Unataka kuniambia hawa ndio wanafanya standard kubwa ya muziki? Sio kweli, si ndio? Afrika nzima kweli, tukija kufuatilia hawa ndo wanafanya muziki wenye impact, tukuba tuonge tu, tu kweli? Haipo sawa. Haipo sawa. Why wanatafuta watu ambao wana uwezo wa kuwa hype wana nguvu zitazungumziwa. Grammy is a business, so wanajua kabisa kuna sehemu wakipeleka muziki hawa wengine, akina Eddy Kenzo, hawa Eddy Kenzo, of course, nikija kwenye sukata la Eddy Kenzo mm. Eddy Kenzo wameingia kwa sababu yuko na ule msikaji anaitwa Mahiren Martin toka Latini huko tunazungumza, mm. msikaji ni voting member wa Grammy, yupo kwenye jopo la kupiga kura la Grammy gram. Alafu yupo kwenye voting member ya Latini, yani voting member Grammy za Latini, unaona mm. wenzetu mpaka Latini wana Grammy yao wana vipengele vyao. Jamaa mm. yuko kwenye voting member kwenye Latini na hii kubwa Grammy Academy ya Marekani. So maana yake ni kwamba ni advantage kufanya collab na yule mshikaji kwa sababu yupo kwenye voting member. Hao wengine kina Eddy Kenzo wamechomeko chomeko tu. Yupo kwenye mfumo. Umeshaelewa. Mm. Ule jamaa, kwa sababu ya ule jamaa ama Martin. Mm. Ukiangalia Afrika nzima, tukija kwenye uhalisia. Kwa mfano, huyu dada anaitwa nani, muna kafanya kazi na, na Rayvan. Songi. Songi yani kuna saundi fulani ambao huwezi kuipata duniani, duniani. Saundi ya Kiafrika kabisa, lakini wale huwezi kuwasikia my brother, utasikia tu wasanii wale wale kila mwaka, ni wale wa Nigeria wale wakubwa wakubwa, lakini Afrika nzima mm. kuna watu wanafa. Unataka kuniambia mimi huko Uarabuni huko Morocco, Misri, Tunisia kuna watu wasanii wanafanya muziki wapo sana maazi Kiafrika? Yes, kwa nini hawapo? Mshaelewa uzuri ukivalia hii, Afrika nzima, Afrika Magharibi, huko Morocco, Ang Angola Mozambiki huko Cape Verde, Madagaskar, wapi, mataifa yote haya, wanataka kuniambia sisi Afrika nzima imebebwa na wasanii wanne tu wa Nigeria, Wizkid, Burna Boy, Davido, Ayra Starr na Tyler. So maanaake ukiangalia hawa wanafanya biashara, wanajaribu kuangalia sehemu gani ambapo tuzo zitazungumziwa watazihabi, yani zitapata airtime sana. Hapo hapo Mando, umewataja wasanii wa, wa, wa, Nigeria wakina Wizkid wakina Burna Boy na Davido hmm. Lakini umegusia vitu viwili, kuna business pamoja na culture hmm. Kwa mziki wa uh, Afrobeat uh na umezungumzia kwa nini Grammy sana sana wanapenda wana, wana ku point wasanii hao kutokea mm. Afrobeat na umezungumzia kuna uh, masuala mazima ni culture na business wewe hmm. Umesimama kwenye upande upi hapo? Unaamini katika culture, unaamini kwenye business? Kwa sababu mimi nina ushahidi Mi naamini kwenye business, naamini wale jamaa wanafanya biashara. hata kwenye upande wa kacha nimekupa mfano, okay. ndio maana nimekataa upande wa kacha. Wao wameweka vigezo vya mambo ya kacha su nini nini, sindio mm -hmm? Lakini wasanii wengi wanafanya mziki ambao, na mahadhi kacha za kiafrika na hawapo mule, umeshanielewa? Kwa mfano mwaka jana wimbo wa Tomorrow wa wa Yemi Alade mm -hmm. alishinda Sindio? grammi ile, wakati huko ayemelade ukisikiliza ile tomorrow ayemelade ni african kacha kabisa, kila kitu, kila kitu my brother. Lakini angalia nyimbo za Tyla ambazo yani unaona kabisa sio za, yani unaona, mfano kama water na nini, sio yani, hakuna ladha ile ambayo nakwambia hii ni Africa. Lakini una watu wanafanya nyimbo zenye ladha za Kiafrika, zina kacha za Kiafrika and stuff, ushanielewa? namba kubwa, lakini wala, so ndio maana nimekuja nimekwambia, mwisho siku hao hawa wanafanya biashara wanajaribu kutengeneza nini? Kwa mfano ile Tyler, anashinda tuzo alishinda tuzo mbele ya Davido, Davido zilitrend sana Nigeria kwao, ni biashara so. Mimi naamini kabisa hawa wanafanya biashara. Wakiona sehemu fulani hapa hamna biashara kaka, utajisumbua. Wanafanya sehemu ambayo kuna biashara, na ndio maana wasanii wa Nigeria wengi wanajaribu kujiengeji na watu wa kimarekani ambao wapo kwenye voting member, ushaelewa kwa sababu wanajua hii ni biashara, lazima tu watakaa upande wetu. Tangaza biashara. Yes, hiyo ni biashara my brother. Kwa mfano Eddy Kenzo. Eddy Kenzo kimtoa mshikaji Mahir Martin. Labda na Diamond. Labda tu compete na Diamond. Yaani anampita nini Diamond? Ndiyo nakuuliza tu. Maana jamaa kapata opportunity kwa sababu amefanya na Mahir Martin ambaye jamani ni voting member wa Grammy. Je, Tuangalie mtu kwa sababu kafanya na jamaa wa Grammy au tuangalie vigezo. Kwa vigezo Diamond, ano, ano vigezo ana kwa Diamond ndo vingi. So why jamaa ameenda? This is a business. Ukija kwenye upande wa exposure, of course Eddy Kenzo anahudhuriaga sana kwenda kwenye Grammy na nini, lakini ukija kwenye upande wa exposure, uwezi kuniambia mimi Eddy Kenzo na Diamond, Eddy Kenzo na exposure kuliko Diamond. Uongo. Uongo? Ya pili kwa kina Eddy Kenzo, nini ndio maana nikwambie yule jamaa alichowini ni kufanya na hawa watu ambao wanaji wanaji inconclude direct na Grammy. Mshaelewa, lakini kama ukisimama peke yako hivi labda tuseme Eddy Kenzo ndo kasimama hivi, mshaelewa mm -hmm. Mimi siwezi kumcriticize mshikaji, anapambana sana, kwa sababu pia ndo msanii ana anabiti na Raven. Yani mwenyewe pekee ndiye rave on a beat. Siwezi kusema hakustahili, alistahili hata kwa sababu hata ngoma ya Hope and Love ni kali, ina mahadhi kabisa ya Kiafrika, hiyo ya Eddy Kenzo. Mm. Kali mno. Mshaelewa? Lakini wale hawawezi kutokea kila mwaka. Lakini kuna wasanii wa Nigeria kila mwaka lazima waepo. Hata kama wamefanya vizuri, hawajafanya vizuri, watakuwepo tu. Kwa mfano, ukija kwa wana, wengine wanasema kigezo kingine wanaangalia labda activities ambazo msanii kafanya kwenye jamii. Ukiangalia mwaka huu, Diamond kafanya tour mpaka kafanya show London, kawachukua wasanii wa Nigeria Kambuka, kaenda mpaka Summer Jams. Ushaelewa? kafanya ngoma na Ciara kubwa, iko kwenye album ya Ciara, ndio ngoma ambayo sasa hivi ndio inamrudisha Ciara kwenye, inamfanya Ciara na trendy, ambao kafanya na Diamond Law tayari, ana ngoma kubwa, ushaelewa. Mm, hii -hmm. activities kafanya, kafanya tour kuliko hata wasanii wengi wa Nigeria. Aya, why yeah. Ndio maana nimekwambia hii ni biashara ya watu ambao wao wana target zao au wanajuana issue soko tujuana, wanaangalia sehemu gani wanafanya biashara. Ukienda kwa Nigeria ni soko la hiyo, ndio kitovu cha biashara Afrika. Wengi wanajiuliza sana baada ya ya nominee hizi mbili za Eddy Kenzo kuingia na kufanikiwa pia kutajwa kwenye listi za Grammy. hmm. Watu mtandaoni kwenye maoni mbalimbali, wanasema pia wasanii wa East Africa inabidi wajifunze kwa kitu ambacho wamekionyesha Eddy Kenzo. Hii, Niamini mimi nikwambie kitu moja. This is a betting. Yaani Eddy Kenzo mwenyewe, ukiniambia mimi wajifunze? Maanake Eddy Kenzo mm, ana guarantee kila mwaka kuingia gram. Yeye mwenyewe anaweza kaingia kwenye gram mwaka huu yeah. Lakini mwakani yeah. Yeah. Hana uhakika tena kama kaingia. Mshaelewa? Mm. Mtu wa kujifunza ni yule mtu ambaye kila mwaka anatokea kwenye gram. Mshaelewa? Kila mwaka hizi ni bahati brother. Unaweza kwa Eddy Kenzo kaingia hapo, atakuja kwa miaka saba huzi kumuona tena. Sasa nitaenda kujifunza nini? Lazima ujifunze kwa mtu ambaye kila mwaka anahakisha yumo mm. Fono Bana Boy vile. Fono kina Wizkid. Fono kina Davido labda kina Iris Star. Wale, Tyler wale kila mwaka. Tyler, huu ni, I think, ni msimu wa tatu. Anatokea tu kila mwaka yumo na still, bado katoa ngoma juzi na Wizkid kali, utashangaa mwaka ni tena. Yumo hapa kaingia kupitia ngoma ya push to start, to start. Ngoma yake ya push to start. Alafu ana ngoma na Wizkid, dynamite, dynamite ile. Si ndiyo? Ambayo ngoma ni kali. Mshalewa, Iris Star, kaingia kupitia ngoma ya Gimidat akiwa na Wizkid. Lakini anatoa ngoma na Rema. Who is that girl? Ni hii tuseme ni so, so, ni... umekuja kuangalia tena, Iris Tam wa gani lazima awepo tena. Hii tunaita ni usubutu wa kufanya kazi na watu wa Afrobeat ama tuna, yeah. Mimi naamini uh, licha ya kuwa tuna, wanafanya biashara hmm, lakini pia wenzetu wanajicho la kufanya collab za kimkakati. Wanajua kufanya kazi za kimkakati. Kufanya collab za kimkakati kwa mfano, Diamond anafanya na Ciara. Hii ni collab ya kimkakati brother, ambayo inamtengenezea Diamond fan base kubwa kimarekani lakini pia trust kufanya kazi na, na, na Siara. Hata ukimfuata msanii mwingine anamwambia so ukiangalia wenzetu, of course lazima tujue soko linataka nini. Je, Grammy unataka nini? Wafanya kolabo za kimkakati. Yes, tukubali kujifunza pia.